Mtazamaji ninakusalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vya huduma za serikali kidigitali, vipindi vinavyoandaliwa na kuletwa kwako na Mamlaka ya Serikali Mtandao, eGA. Mamlaka ya Serikali Mtandao ni taasisi ya umma iliyoanzishwa kwa mujibu wa Sheria ya Serikali Mtandao namba 10 ya mwaka 2019. Nina majukumu na mamlaka ya kuratibu, kusimamia na kukuza jitihada za serikali mtandao, lakini pia kuhimiza utekelezaji wa sera, sheria, kanuni, viwango na miongozo wa serikali mtandao kwa taasisi za umma. Tarehe kumi na moja hadi tarehe kumi na tatu mwezi wa pili mwaka 2025, na mamlaka serikali mtandao iGA iliendesha mkutano mkuu wa tano wa serikali mtandao. Mkutano huu ulifanyika hapa katika viwanja vya ukumbi kima wa kimataifa wa ACC jijini Arusha, na uliokutanisha maafisa masuhuli maafisa TEHAMA pamoja na watumiaji wa mifumo ya TEHAMA serikalini. Na kauli mbiu mkutano huu ilikuwa ikisema jitihada na ubunifu wa serikali mtandao kwa utoaji wa huduma za umma kwa ufanisi. Mgeni rasmi katika mkutano huu alikuwa ni Mheshimiwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr Philip Isdori Mpango, alimwakilisha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mweshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan. Sasa karibu nikufahamishe na nikutazamishe machache kati ya mengi yaliyojiri katika mtano huu. Mimi ni mwana digitali Musa Magali Enoki, karibu tuambatane pamoja. Siku ya kwanza ilikuwa ni ufunguzi, na mara baada ya mgeni rasmi kuwasili, alipata fursa ya kutembelea baadhi ya mabanda ya ushiriki na kupokea maelezo. Mamlaka ya serikali mtandao ina kituo cha ubunifu kilichopo Dodoma ambacho kinafanya kuanzia hizi emerging technology zote, kuanzia ni blockchain, artificial intelligence, internet of things. Lakini kwa haraka haraka hapa, mheshimiwa makamu wa rais, tumepandalia mfumo ambao unamgusa mwananchi moja kwa moja. Watu wengi wanatumia gesi majumbani lakini mtu hajui kama gesi imefika kiasi gani, anashangaa tu gesi imekwisha. Lakini kwa kutumia uh, unifu umetengeneza kifaa hapa cha kuweza kusoma wakati mtu mpishi um, anapika anaweza kaona gesi imefika kiasi gani, na hapa inatoa ki, green redi na pia akiwa pale pale jikoni anaweza kaona okay, gesi imefika nusu, ngoja nikanunue mtungi mwingine au nikaongeze. Hii ni moja kwa moja imetengenezwa na vijana wa Kitanzania kwenye kituo chetu cha utafiti na ubunifu. Lakini pia hata kama uko uko kwenye ofisi unaweza kutumia simu yako ya mkononi, kuangalia jinsi gesi nyumbani imefika kiasi gani. Kama una, una access ya internet. Kwao najua mtungi sasa hivi ni mpya uko 98% na hapa inaonyesha 98%. Na kama umefika asilimia ambayo nimepanga ikifika iniambie, itanitumia mpaka message kwamba gesi imefika asilimia 30 uliosema tukwambie. Kisha viongozi hao wakaingia ndani kwa ajili ya shughuli maalum ya ufunguzi na kabla ya hotuba mgeni rasmi zinatangulia hotuba kutoka kwa viongozi mbalimbali akiwemo mkurugenzi mkuu wa eGA mhandisi benedikti beni ndomba ambaye anaanza kwa kutoa takwimu ya taasisi zilizounganisha mifumo yao katika mfumo mkuu wa ubadilishanaji taarifa serikalini yaani Government Enterprise Service Bus, GovESB hadi sasa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa dkt samia suluhu hassan ameelekeza mifumo ya tehama katika taasisi za umma iunganishwe na kubadilishana taarifa Naomba kuchukua fursa hii kukujulisha kuwa mamlaka imetekeleza maelekezo haya kwa kujenga mfumo unaowezesha mifumo ya serikali kuwasiliana na kubadilishana taarifa ujulikanao kama Government Enterprise Service Bus. Ubadilishanaji wa taarifa kupitia mfumo wa Government Enterprise Service Bus ambao kwa kifupi unaitwa GovESB umechochea kuongezeka kwa ufanisi wa utendaji kazi katika taasisi za umma na utoaji wa huduma kwa wananchi, hivyo kuokoa muda na kurahisisha wananchi kupata huduma za serikali kwa wakati mathalan katika upande wa hez, wa sekta ya haki jinai mfumo wa gavu ESB umeleta matokeo chanya ambapo mifumo ya tehama ya TAKUKURU, ofisi ya taifa ya mashitaka yani NPS, mahakama na jeshi la polisi imeunganishwa na inabadilishana taarifa, hivyo kuongeza ufanisi kwenye sekta hiyo. Mifumo mingine iliyounganishwa na kubadilishana taarifa ni pamoja mfumo wa ununuzi wa umma NEST, mifumo ya ma, ya mamlaka ya mapato Tanzania mifumo ya wakala wa usajili wa na biashara na leseni BRELA, mfumo wa anwani za makazi na mifumo ya fedha ya BOT. Aidha, katika sekta ya elimu tume ya usimamizi wa vyuo vikuu ya TCU imeunganishwa na mifumo mbalimbali ya taasisi za elimu ya juu, na katika sekta afya mfumo wa taifa, mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF umeunganishwa na wadau mbalimbali zikiwemo hospitali binafsi na za serikali. Mfumo wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa ya NIDA umeunganishwa na mifumo ya watoa huduma mbalimbali wa sekta ya umma na binafsi. Mifumo ya sekta ya fedha kupitia mfumo mkuu wa malipo ya, ya serikali yani GPG umeunganishwa na mifumo ya taasisi za huduma za fedha zikiwemo benki zote na kampuni zote za simu. Aidha, mfumo wa kusimamia rasilimali watu serikalini umeunganishwa na mifumo ya wizara ya fedha, mifumo ya hifadhi za jamii na mifumo ya benki. Mheshimiwa Makamu wa Rais, katika kukabiliana na baadhi ya changamoto na hatimaye kuweza kupiga hatua zaidi katika utekelezaji wa jitihada za Serikali Mtandao, mamlaka inaendelea kuzikumbusha taasisi za umma kuandaa maandiko ya utendaji kazi, yani business process documentation, kushughulikia vikwazo vinavyozuia mifumo ya kubadilishana taarifa kama vile tozo za matumizi ya baadhi ya taarifa, kuwa na namba moja ya utambuzi kuanzia kuzaliwa hadi kufa kusimamia matumizi ya rasilimali shirikishi za tehama na kuhakikisha uzingatiaji wa sheria, kanuni, viwango na miongozo ya Serikali Mtandao mitandao ili kuwa na utekelezaji wa jitihada za Serikali Mtandao wenye tija na ufanisi pamoja na kuhakikisha usalama wa taarifa za serikali. Kwanza nianze kwa kuwapongeza kwa kazi ya heshima ambayo wanaifanya na kutupa nafasi nzuri, si tu katika nchi yetu lakini katika uwanda wa dunia hasa kwenye kipindi hiki cha teknolojia. Serikali tunapokusanya mapato kupitia mifumo mnayoitengeneza, mapato yanakuwa salama zaidi, yanakusanywa kwa wakati, yanaondoa mianya ya rushwa na mwisho wa siku malengo yaliyokusudiwa ya kuwahudumia wananchi yanatimia kwa wakati. Mheshimiwa wa Makamu wa Rais, niseme kwamba tunashukuru kwa, kwa ushirikiano wetu baina ya mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar na mamlaka ya serikali mtandao ya Tanzania kwa vile ambavyo michango mikubwa sana katika hatua mbalimbali zinazopiga kwenye safari yetu ya mageuzi ya kidijitali au digital transformation. Mheshimiwa makamo wa rais, ushirikiano wetu baina ya taasisi hizi mbili umeanza zamani sana, umeanza na elfu mbili na kumi na saba, lakini uliimarika zaidi ilipofikia elfu mbili na ishirini na moja. Mashirikiano haya ni ya kupigwa mfano kwa sababu yapo katika nyanja tofauti, sio katika nyanja moja, na niseme tu kwamba ni shukrani za aina yake na hasa kwa kiongozi wa mamlaka ya serikali mtandao injinia DG Ndomba na uongozi wa mamlaka ya serikali mtandao kwa vile ambavyo wamejiweka ukaribu na sisi na sisi mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar tuonao kwamba tunaona tuna wenzetu katika kila hali kwa kila hatua. Kupitia mamlaka ya serikali mtandao, tunalenga kubuni mifumo ya kidijitali itakayowezesha serikali kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kurahisisha utoaji huduma bora kwa umma. Ofisi ya Rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora ina jukumu muhimu la kuhakikisha utekelezaji wa mipango hii inafanyika kwa ufanisi na kwamba mifumo hii inaendana na mahitaji yetu na kutatua changamoto zetu, pamoja na kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Pamoja na kuwa dhamira yetu ni kujenga serikali mtandao inayojali na kuwezesha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia za kisasa, ni muhimu pia kuhakikisha mifumo hii tunaweza kudhibiti na kuona ikitumika vema kwa maslahi ya taifa letu. Njia mojawapo ya udhibiti wa mifumo ya serikali ni kuhakikisha pale inapowezekana tunaisanifu na kuitengeneza wenyewe, pamoja na kuhifadhi katika mazingira salama tunayoyasimamia wenyewe, ili kuhakiki usalama wa taarifa za serikali. Hadi kufikia sasa, mamlaka ya serikali mtandao kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za umma imewezesha kupatikana kwa huduma mtandao kupitia mifumo mbalimbali ya TEHAMA iliyosanifiwa na kutengenezwa na wataalamu wetu wa ndani kama vile mfumo wa ofisi mtandao na mfumo wa malipo serikalini. Hii inadhihirisha ukomavu na uwezo wa wataalamu wetu wa ndani katika kuleta maendeleo kupitia tehama. Bunge ni moja ya miongoni mwa wadau kupitia iga walionufaika sana na gunduzi ambazo zimefanyika na serikali kwa kupitia iga kwa hiyo sisi kama bunge tunapongeza sana sana initiative hizi kubwa ambazo zimefanyika na serikali. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumepata fursa ya kufanya kazi na serikali kwenye eneo hili kama kamati, lakini pia kama bunge, tuliojifunza ni kwamba kwa kweli serikali imedhamiria kwa dhati kuleta mapinduzi ya kiteknolojia katika utendaji. Lakini mapinduzi haya ambayo yameletwa yameleta tija kubwa sana katika utendaji wa serikali. Manufaa makubwa yameelezwa na viongozi mbalimbali waliotangulia, na sisi kwa sehemu yetu, pamoja na jukumu la kushauri, tumejiridhisha kwamba serikali imepiga hatua kubwa, na tutumie fursa hii kwa niaba ya Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupongeza sana sana serikali na hususan eGA. eGA ni taasisi iliyopo chini ya ofisi ya Rais Ikulu, na kimsingi eGA inalo jukumu la kuboresha utendaji wa serikali katika utoaji wa huduma kwa wananchi na Wizara ya Utumishi kazi yake ni kuwasimamia watumishi wa umma ili waweze kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo eGA ni chombo kinachorahisisha shughuli za utoaji wa huduma kwa wananchi, na ndiyo maana inawekwa kwenye ofisi ya Rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. eGA haiendelezi sekta, sekta inaendelezwa na wizara ya habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. eGA ni conduit, ni mekanizmu ya kupeleka huduma kwa wananchi kwa urahisi, ili wananchi wapate huduma stahiki kwa haraka bila rushwa, huduma za kiwango. Na kwa dunia ya leo, tehama ndiyo nyenzo inayorahisisha utoaji wa huduma hizo, na iga ndio imepewa jukumu la, ku, la kusimamia, kwa sababu mifumo hii ni mingi na kila sekta inajenga ya kwake, lazima kutuna chombo kinacho regulate. Kwa hiyo iga ni kama regulator wa mifumo ndani ya serikali katika kutoa na kurahisia utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo nataka niwapongeze sana kwa hatua na malengo haya mahususi ambayo tulipewa katika hati idhini yetu, na mimi kama kiongozi wenu ninaridhika kabisa kwamba iga mmefanya kazi yenu sawasawa. Ongeleni sana katika nyakati tofauti tofauti, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa maelekezo kwa taasisi za umma kuhakikisha kuwa mifumo yao inasomana na kubadilishana taarifa. Niseme nimeridhishwa na ninapongeza hatua ya eGA kuanza kutekeleza agizo hili kwa kusanifu na kujenga mfumo mkuu wa ubadilishanaji taarifa serikalini, kwa Kimasai nimeambiwa government enterprise service bus. Sasa ninawahimiza huo mchakato huo ukamilike kuhakikisha taasisi zote za umma zinajumuishwa katika mfumo huo. Narudia tena, amiri jeshi mkuu akishatoa amri lazima itekelezwe. Kwao ni muhimu sana tuhakikishe kwamba huo mchakato unakamilika. Jambo la pili ni uzingatiaji wa sheria, kanuni, viwango na miongozo ya serikali mtandao katika uanzishaji na uendelezaji wa miradi yote ya tehama serikalini. Serikali kwa kupitia eGA imelenga kusimamia uendeshaji wa miradi yote ya tehama ili ilete tija kwa taifa letu. Hivyo ni wajibu wa taasisi zote za umma kuzingatia taratibu hizo. Kwa taasisi zote za umma zinapaswa kushirikiana na mamlaka ya serikali mtandao katika hatua zote za ujenzi au ununuzi usimamizi na uendeshaji wa miradi ya tehama, na ninawakumbusha na kuwaelekeza wakuu wote wa taasisi za umma kuzingatia sheria, kanuni na miongozo inayotolewa na mamlaka husika katika utekelezaji wa shughuli za serikali mtandao. Na hapa nisisitize sana kwamba ni muhimu sana tuongeze nguvu kulinda usalama wa mifumo na kudhibiti uhalifu wa kimtandao. eGA nafanya kazi nzuri. Naomba muendelee kushirikiana na TCRA na vyombo vya dola kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa mifumo hii lakini pia kudhibiti uhalifu wa kimtandao. Ndugu washiriki, baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima kutamka kwa niaba ya mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa Kikao Kazi cha Tano cha Serikali Mtandao kimefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na siku ya pili ya mkutano huu ilikuwa ni maalum kwa upande wa sekta zikijadili na kufanya tathmini ya namna utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao, ambapo viongozi kutoka sekta mbalimbali ikiwemo wizara ya kilimo, wizara ya fedha, TAMISEMI na kadhalika, ambapo waliwasilisha mada mbalimbali na kisha kufuatiwa na majadiliano. Mara nyingi swali ambalo tunauliza tunaulizwa, mnajitahidi sana kufanya automation, lakini je, yule mama wako Bunda kule anafanya nini? anawezaje kwa hali ya kawaida mimi nikishaona kwamba kuna application tunaitengeneza, mama yangu Bunda hawezi kuitumia, there is something wrong. Lazima nirudi nyuma nifikirie. Kwa hiyo ndo narudi hivi, mama anaweza kutumia Mpesa? Ndio, anaweza kutumia Mpesa. Ah, kwa hiyo USSD itamsoma hivi. Mama anaweza kutumia simu ya, ya, ya nani ya kitochi? Ah, inawezekana tukampa nani, tukampa uh, call center. Kwa hiyo unaangalia service, na ndio hicho ambacho tunaenda kwa hiyo, tunajaribu sana katika kwenye, kwenye, kwenye automation ambazo tunazifanya na ndio maana tukiangalia hata uh, uh, mobile gov ile ambayo tunaitumia uh, 152 ina service nyingi sana, lakini watu wengi hawezekana hawa hawajui jinsi zinavyofanya kazi swala. so, la pili labda ningependa kuuliza kwa haraka haraka tu uh, ni kuhusu swala zima la uh, micro procurement. Bado kumekuwa na ulazima wa kutumia NeST katika manunuzi ambayo yanakuwa chini ya milioni moja Je, yeah, uh, kuna taratibu zozote ambao labda kulingana na taratibu za taasisi hizi kwamba zinaweza kaishia mahali fulani mkawaruhusu sasa hizi taasisi kuweza kufanya hizo micro procurement? Ta, kila taasisi ile micro procurement haijalishi, na taasisi nyingine huwa zina utaratibu wake, chini ya milioni tatu mkurugenzi anapitisha, hana haja ya mkurugenzi mkuu au katibu mkuu kupitisha, na retirement the same, retirement nyingine zitaki kwenda kwa, kwa, kwa accounting offices. Uh, tunatambua hilo mwanzo, ni kweli uh, zilikuwa ni omnibus, lakini sasa hivi uh, ni watoe wasiwasi, tumeshakamilisha customized workflow ambayo inaweza kuwa implemented kwa taasisi kulingana na workflow yake pamoja na limiti, na limit limit. Um, kumekuwa na maendeleo main, makubwa sana, kwa kuanza na improvement ya infrastructure. Kuna minara ambayo imejengwa 758 na 636 bado inaendelea. Kwa hiyo unaweza kuona yale maeneo ambayo yalikuwa hayana mawasiliano sasa yatakuwa yana mawasiliano kwa kiwango kikubwa, lakini pia tumefanya improvement kwenye government uh, points 660 um, zimekuwa enhanced kwa ajili ya kuconnect hospitals um, police stations, lakini pia hata wizara Um, kingine nilikitaja kabla wakati nafanya presentation ni kuhusu mafunzo ya wataalamu kwenye eneo la tehama, hasa kwenye hizi emerging technologies ambapo uh, wizara kupitia mradi wa DTP ilifanikiwa kufadhili mafunzo ya staff 500 450 mia kwenye short courses, lakini kwenye lakini 50 masters program ambao batch ya kwanza imeshaanza kurudi na wengine wanaendelea na masomo. Hatimaye ni siku ya tatu ya mkutano huu unaotanguliwa na mawasilisho na majadiliano kutoka sekta binafsi, wakijadili namna taasisi za umma zinavyoweza kutumia teknolojia zinazoibukia kama vile blockchain na artificial intelligence katika utoaji wao wa huduma kwa wananchi. Imagine this scenario. The, the Department of Agriculture has a kufikiria mkulima wa pamba aliyeko Mwanza vijijini anayetegemea mitandao ya idara ya kilimo. Mkulima huyo anapobaini athari ya mazao yake hupiga picha mdudu huyo mharibifu na kuituma idara ya kilimo. Hata hivyo, akili mnemba inapotumika inabaini aina ya mdudu mharibifu na kutoa suluhisho au ufumbuzi wa dawa na kinga ya mazao. So what is blockchain? Blockchain is a decentralized... Blockchain ni nini? Blockchain ni mfumo ambao unahusika na rekodi ya miamala hasa ile inayofanywa kwa njia ya sarafu za kidijitali ambazo hutunzwa sehemu moja kwenye mifumo ya kompyuta kwa usalama na uwazi. Blockchain hutumia mfumo wake unaoitwa blockchain ledger technology unaodhibitiwa na kituo kikuu ingawa umegatuliwa. Kwa wale ambao mpo katika sekta ya fedha mnajua leja ni kitu gani? Leja ni vitabu vya kurekodi miamala. Kwa lugha rahisi naweza kusema blockchain ni mfumo kama ule wa database, lakini, lakini utofauti uliopo ni kwamba ukiingiza taarifa kwenye kompyuta like mtu yeyote anaweza kuzifuta na bila kutambulika right? So lakini kwenye blockchain mtu mmoja hawezi kufuta, kuondoa wala kubadilisha taarifa za mtu mwingine, na taarifa ikiwekwa kwenye blockchain, basi sehemu zake nyingi hazidhibitiwi na By a central authority. Na kisha ukafika muda mgeni rasmi ambaye ni Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene ambaye anawasili katika viwanja hivi vya AICC na kutembelea mabanda mbalimbali mbali ya maonesho, kisha anawasili ukumbini kwa ajili ya kufunga mkutano huu. Lakini kabla yake, anatanguliwa na hotuba kutoka kwa viongozi mbalimbali akiwemo mkurugenzi mkuu wa eGA Mhandisi Benedict Ben Ndomba ndomba Mheshimiwa Waziri, katika kipindi cha siku tatu za kikao kazi hiki, mada kumi na nane zinazohusu serikali mtandao ziliwasilishwa na kujadiliwa kwa kina. Mada hizo ziliwasilishwa na wataalamu wa tehama kutoka katika taasisi mbalimbali za umma na binafsi, na kisha washiriki walipata nafasi ya kujadili, kujadiliana kwa pamoja na kubainisha namna bora ya kutekeleza jitihada za serikali mtandao, changamoto zilizopo na namna bora ya kukabiliana na changamoto hizo. Kupitia majadiliano hayo, washiriki wameweka maazimio sita ambayo sisi mamlaka tunaahidi kuyasimamia na kuyafanyia kazi ili kuhakikisha yanatekelezwa kwa wakati. Lakini pia tupo tayari kupokea na kutekeleza maelekezo yako utakayoyatoa hapa leo. Azimio la kwanza, mamlaka ya serikali mtandao ihakikishe inadhibiti usalama wa mifumo inayotumika serikalini. Azimio la pili, taasisi za umma zinapaswa kuandaa na kuweka katika maandishi taratibu za utendaji kazi, yaani business process, ili kurahisisha ujenzi wa mifumo ya TEHAMA na kuwezesha mifumo ya TEHAMA serikalini iweze kuwasiliana na kubadilishana taarifa. Azimio la tatu, mamlaka ya Serikali Mtandao ikamilishe nyenzo ya kupima uelewa wa usalama wa kimtandao kwa watumishi wa umma. Azimio la nne, taasisi za umma zihakikishe zinatumia nyenzo ya kupima uelewa wa usalama wa mtandao angalau mara moja kwa mwaka kwa watumishi wa umma wanaotumia mifumo ya tehama. Azimio la tano, kuimarisha mtandao wa mawasiliano ya internet ili kuongeza upatikanaji wa huduma kwa njia ya mtandao vijijini. Azimio la sita, taasisi za umma zijenge uwezo wa kutumia teknolojia zinazochipukia yani emerging technologies katika utendaji kazi na utoaji huduma kwa umma ndugu wa shiriki Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake ya ufunguzi wa kikao kazi hiki ambapo aliwakilishwa na makamu wa rais alisisitiza umuhimu wa matumizi ya tehama katika kuboresha utendaji wetu kazi na utoaji wa huduma kwa umma. Aidha, Mheshimiwa Rais aliagiza ofisi ya Rais, Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, kusimamia vyema matumizi ya mfumo wa e-Mrejesho na kuhakikisha taasisi zote za umma zinatumia mfumo huu katika kukusanya kero za wananchi zinazowasilishwa serikalini na kwenye taasisi zetu husika. Nitumie nafasi hii kuwakumbusha viongozi wote wa taasisi za umma pamoja na watumishi kutekeleza agizo hili la Mheshimiwa Rais. Nasi kama wizara tutachukua hatua kwa wale ambao watakaidi kutekeleza agizo hili. Imani yetu ni kwamba mkienda kuyasimamia haya na maazimio yale yote ambayo yamesemwa hapa sita, mta tutapiga hatua kubwa kama taifa katika kuhudumia watu na kuleta maendeleo ya nchi yetu lakini yale kumi yaliyotekelezwa ambayo yali yalikubaliwa katika kipindi kilichopita basi na yenyewe miyafanyie tathmini, muone kama kweli mnaondokana nayo au bado yanapaswa kuwa sehemu ya maazimio endelevu ya haya sita, ili yasije yakafa moja kwa moja. Ndugu zangu, baada ya kusema maneno haya, naomba sasa nitamke kuwa kikao kazi cha tano cha serikali mtandao kimefungwa rasmi. Nawashukuruni sana kwa pamoja, tujenge serikali mtandao. Asanteni sana. Lakini je, ni yapi maoni ya washiriki ya mkutano huu? Kwanza niwapongeze eGA kwa mkutano mzuri, umeandaliwa vizuri. Uh, mwitikio umekuwa mkubwa sana, na kama unavyojua sasa hivi dunia yote iko kwenye maswala ya teknolojia. Uh, sisi ni wadau wakubwa sana, shughuli zetu kama BRELA zote zinafanyika kwenye mtandao so tumeona tumewiwa wenyewe kuja kusikiliza serikali inatupa maelekezo gani, lakini nini kinachoendelea. So tumefurahishwa na siku ya kwanza ambapo tumepata presentation kadhaa zinazotoa mwelekeo wa serikali kupitia huduma hizi za kimtandao, namna tunavyotaka kufanya zaidi kama nchi. Kiufupi, mkutano umefana sana kutokana na idadi kubwa ya wahudhuriaji na ugeni mkubwa uliokuwepo. Labda sasa nyie kama TPA mnakwenda kutekeleza vipi sasa jitihada za serikali mtandao kuhakikisha taasisi yenu na tumia tehama kwa usahihi zaidi? Kiufupi, mamlaka ya bandari ni taasisi ambayo tehama ni msingi mkubwa wa utoaji huduma kwa wateja, na tuna jitihada kubwa na za dhati kuhakikisha kwamba huduma zetu zinakuwa digitalized ili kuwafikia wateja wengi na kwa haraka zaidi. Kwanza kabisa nimependa maandalizi yalikuwa mazuri sana, ongereni sana well organized, hakuna usumbufu aina yoyote, registration vitambulisho. Nyinyi wenyewe mlikuwa very smart, yani mmependeza na mmeorganize vizuri sana. Lakini pia nimependa zaidi turnout, yani mahudhurio yalikuwa ni makubwa. Inaonyesha kwamba ni kitu kikubwa na ambacho watu wengi wamekikubali. Mtazamaji, pasi na shaka, mengi umejifunza kutokea katika mkutano huu. Na mimi nasema tu kwamba hadi kufikia hapa ndio tamati ya kipindi hiki kilicholenga kukuonesha na kukutazamisha machache kati ya mengi yaliyojiri katika mkutano wa tano wa serikali mtandao. Lakini kwa taarifa zaidi tafadhali wasiliana nasi moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.ega.go.tz. Kurasa zetu za mitandao ya kijamii kote tunatumia jina la eGA Tanzania. Lakini YouTube ni eGA Online TV. Vile vile kwa mawasiliano zaidi tafadhali wasiliana nasi moja kwa moja kupitia dawati la msaada wa kiufundi kwa nambari 0763 na 0 atan 292 299 palipo neno siti neno nisijaribu neno mimi ni mwana digitali musa magali anok kwa niaba ya wote walioshiriki niseme tu kama asante na kwaheri kwa sasa asante kwa kushiriki katika mkutano wa tano wa serikali mtandao na shukran za dhati ziende kwa wadhamini wetu kuu karibu tuijenga serikali kidigiti